Habari za leo. Karibu katika video hii ambapo leo tutaangalia mambo manane yanayowafelisha au kuwakwamisha watu kujiajiri. Ikiwa unataka kuanzisha biashara au kujiajiri lakini umekuwa ukikosa mafanikio, hii ni video yako. Nitaanza na jambo la nane mpaka jambo la kwanza. Usikomee njiani, ninamaanisha tazama video hii mpaka mwisho, kwani jambo la nne na jambo la tatu vitakufanya uone maana halisi ya wewe kuferi katika kujiajiri. Jambo la nane ni kutojua soko na mahitaji. Moja ya makosa makubwa ni kutoshughulikia masoko au masuala ya soko la wateja wako kujua ni nini wanahitaji, na kutoa suluhisho bora la msingi katika hiyo biashara. Hivyo huo unakuwa ni msingi wa mafanikio ya biashara. Watu wengi hufeli kujiajiri, kwani pia hawawezi kufuatilia wateja wao kwa makini. Wateja wako ni familia yako kibiashara. Usiwapuuze kwani wanakuletea pesa. Twende tukaangalie jambo la saba. Jambo la saba ni kutokuwa na uwezo wa kusimamia watu. Ukiajiri watu au kuongoza timu, ni muhimu kuwa na uongozi mzuri. Huwezi kufanikiwa peke yako. Lazima uwe na uwezo wa kusimamia watu kwa ufasaha, na wale unaowasimamia lazima uwaoneshe dira ya wapi unataka kufika. Jambo la sita ni kukosa mtandao wa watu. Kila siku siachi kuambia watu kwamba maisha ni watu. Hakuna kufanikiwa bila kuwepo na watu biashara inahitaji mtandao, kujenga uhusiano na watu wengine, hasa wale waliobobea kwenye sekta yako. Hii ni njia ya kupata msaada, ushauri na fursa. Jambo la tano ni hofu ya kushindwa. Many people are afraid of failing and this fear stopped them from taking risks. Kumbuka, Kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Kila kushindwa kunatoa funzo jipya. Fanya kushindwa kama fursa ya kupambana zaidi. Jambo la nne ni kutokuwa na maarifa ya kifedha. Uwezo wa kudhibiti fedha ni muhimu. Ikiwa hujui jinsi ya kusimamia mapato na matumizi yako, biashara yako inaweza kuporomoka. Kujifunza kuhusu uhasibu wa fedha zako na kupanga bajeti ni muhimu sana katika biashara au kujiajiri kwako. Jambo la tatu ni kukosa mtaji. Baadhi ya watu wanakosa mtaji, wanakosa mtaji wa kuanzisha biashara. Hii inaweza kuwa changamoto, lakini kuna njia nyingi za kupata mtaji kama vile mikopo yenye riba nafuu michango au kuanza kidogo kidogo na kukua polepole pole. Jambo la pili, kutokuwa na uvumilivu. Kwa wengi, kujiajiri ni safari ndefu. Watu hutaka mafanikio ya haraka, lakini hali halisi ni kwamba inachukua muda. Uvumilivu ni muhimu ili kuvuka changamoto na kufikia mafanikio. Jambo la kwanza: kukosa mpango. Watu wengi hufeli kujiajiri kwa sababu ya kukosa mpango wa biashara. Bila mpango mzuri, unakuwa kama dereva ambaye hajui anakokwenda. Kufanya utafiti, kuandika mpango wa biashara na kuweka malengo ni muhimu sana. Kama umependa video hii, tafadhali usisite kushare kwa ndugu jamaa na marafiki na wala usisite kusubscribe kwenye video hii. Hizi ni baadhi ya sababu zinazowafelisha watu kujiajiri. Ikiwa unataka kufanikiwa, hakikisha unajiandaa kwa changamoto na uendelee kujifunza. Asante tena kwa kutazama video hii. Usisahau kubofya like na subscribe kwa zaidi ya vidokezo vya biashara. Tutaonana kwenye video nyingine. Karibu sana. Asante.